Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu, ambapo leo tarehe 17 Desemba tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Maria Rosa, mwanzilishi wa shirika mwaka 1855. Mtakatifu anayekumbukwa leo hii alidhihirisha maishani mwake kiasi kikubwa sana cha upendo wa kidugu kwa wagonjwa, watu maskini na wakiwa, ambao alijitolea kabisa kwa ajili yao. Hiyo ilikuwa njia yake ya kuyatekeleza maneno ya Bwana, umpende mwenzako kama nafsi yako. Wazazi wake walikuwa watu matajiri kwa kuwa baba yake alikuwa na viwanda vya nguo. Mama yake alizaa watoto tisa, na yule wa sita aliyezaliwa mwaka 1813 aliitwa Paula siku aliyobatizwa. Huyo alipofikia umri wa miaka 17 aliacha shule. Apate kufanya kazi nyumbani baada ya mama kufariki dunia. Baba aliyetaka kumwoza binti yake alifaulu kufanya mapatano mazuri. Lakini Paula alipomwelezea nia yake ya kuishi kiseja, baba hakumpinga. Kwa muda wa miaka kumi alikaa nyumbani akijishughulisha kutenda mema mengi ya kijamii na kuwasaidia kiroho wale walioajiriwa viwandani mwa babaye. Hivyo alianzisha chama cha akina mama na kukusanya mara kwa mara watu kwa mafungo ya kiroho. Ugonjwa wa kipindupindu ulipozuka na kuwashika watu wengi kwa pamoja katika mwaka 1836, Paula na mjane fulani walishirikiana kujichosha kabisa wakiwatunza kwa upole na upendo mwingi wagonjwa wenye kuteseka sana. Baadaye Paula aliombwa kuisimamia nyumba kwa ajili ya wasichana masikini sana walioachwa kabisa na ndugu zao. Hiyo ilikuwa kazi aliyoipendelea kweli, na kwa muda wa miaka miwili alifanya kazi hii kwa moyo wake wote. Lakini aliacha kwa ghafla alipoambiwa kwamba wadhamini hawakutaka wasichana hao kulala nyumbani humo saa za usiku. Maana yake ilikuwa kwamba wasichana watunzwe saa za mchana. Na saa za usiku wazurule tu mitaani. Paula alishindwa kabisa kuelewa mpango wa namna hii na kwa hiyo aliacha kazi. Muda mfupi tu ulipita na kumbe Paula mwenyewe aliweza kuwafungulia nyumba wasichana kumi na wawili na kuwaruhusu kulala humo humo saa za usiku. Japo afya yake ilikuwa si nzuri, lakini alikuwa mtu mwenye akili, uwezo wa kukumbuka mambo mengi, roho shupavu sana, na zaidi ya yote kipaji cha kusimamia kazi na cha kuwaelewesha watu. Mwaka 1840 alikusanya kundi la kina mama kwa kuwasaidia wagonjwa wa hospitalini nalo likawa shirika la kitawa masista hao hawakukusudiwa kuwa wauguzi tu, bali walitakiwa kutumia muda wao wote na kujitoa moyo wao wote katika kuwatunza wenye kuteseka na kupunguza maumivu yao ya kimwili na vile vile ya kiroho. Shirika liliitwa watumishi wa upendo na haraka sana, kundi dogo la awali likawa na watawa thelathini na wawili. Katika shirika hili Paula akaitwa jina lake Sista Maria Rosa. Licha ya kusababisha wivu na fikra mbaya, kazi yao ilisifiwa pande zote, na upesi sana masista waliombwa kutoa huduma katika hospitali ya pili shirika lilikubaliwa rasmi na wakuu wa kanisa Roma mwaka 1852 na miaka mitatu baadaye, Sister Maria Rosa alifariki dunia. Mwaka 1954 alitangazwa mtakatifu. Ipo hadithi isemayo ya kwamba siku moja wakati wa vita kundi la askari wenye mwendo potovu walijaribu kuingia hospitalini kwa nguvu. Sista Maria alipoambiwa hivyo, akachukua msalaba mkubwa na pamoja na masista wawili wenye kubeba mishumaa iwakayo akawakaribia askari hao. Askari wakauonea aibu mwendo wao, wakaondoka bila ya kusema neno. Msalaba huo upo bado mpaka leo na unaheshimiwa sana na kila mgonjwa. Itukuzwe damu ya Kristo. Milele amina.